Wewe mtu unakaa unaishi kwa mashaka mashaka bwana. Mpaka mambo yawe magumu ndio unafikia mahali mtu utakuta. Aringo? Nani? Aringo? Nani? Ni mimi mzee Matata bwana. Ah. Umekuja mwenyewe au umekuja na wenzako? Nimekuja na wenzangu vipi? Wewe tumeagana vipi bwana? Wewe unakaa unaishi kwa mashaka mashaka bwana, unakaa unachungulia chungulia tu bwana. Sasa wasiwasi wako nini? Wewe una wasiwasi na mimi? Ah, basi. Ha, si a... Ah, si basi mzee. Sio basi mzee bwana. Kuna bwana, unajua na wiki ya pili hii. Sikii kwa amani kabisa. Papa leki uko segelea. Analia machozi. Huyu upere je nani upe nani? Papa leki naye yuko segelea. Huyu huyo mwingine anacheza show huyu. Naye mwa mwaupe mwa upe, unajoga mkongo kumbe mtoto wa watu tu wa kizaramo. Hao fikimi itakaa kwa amani kweli. Wewe si tulishazungumza tukakaa tuka tukajadiliana kwamba wewe utaishi kwa amani na bila wasiwasi. Wote maswala ya vibali yote nimekuambia niachie mimi. Mimi hadi kwa muziki nikifika naimba kuna chificha, naimba kwa chini chini. Sasa wewe utakaa ndani mpaka lini? Maisha hayo utaendeshaje? Unajua nataka nifanye utaratibu mwingine, utaratibu mwingine huko. Kwa hiyo mimi basi, ah, niko na wewe, niko na wewe kama nafanyika mambo ya vibali baidi. Sasa sikiliza, maswala yote yako safi. Yule mama ameniambia kwamba akitoka kazini, twende tukakamilishe leo kila kitu utaishi kifua mbele, utatembea kwa raha. Sasa mimi tatizo yangu nini? Fomu ishapeleka kwa yule mama, kila kitu yangu yote ishapeleka, picha mabandika, hadi picha ishabandika. Sasa tatizo fedha. Wewe unaijua fedha, mimi ndio ishatumiwa na ndugu zangu. Sasa kama wewe unangoja nini, twende zetu, sasa ukachukue. Basi ngoja mfumo wangu, beba kabisa hizo hela. Hela ipo, hela ipo. Hapa mjini. Kweli na mjini mpango anajua. Sasa twende. Nini? mimi nipo, hata kukamata nani? Wewe atakukamata wewe. Eh, wa? Wanachelewa swahili swahili wingi. Mimi nataka nipige dili fasta fasta, naondoka, si unachelewa. Ukiakwa saa moja njoo saa moja, muda ni mali. Msukuma, halo. Msukuma, msukuma mzima bwana? Ah, safi sana. za huko bwana, mambo yameenda vizuri, lakini kuna kitu kimoja kimetatiza sana. E, sasa hii inji unayotaka kwenda kukuwa kwa raia hii, hii naona itakusumbua Vietnam. Vietnam kuna vita ndugu yangu, utakufa bure Vietnam, utakufa bure mdogo wangu. Msukuma, sasa hiyo Vietnam bwana, labda uongeze hela sindeta hapa Zimbabwe hapa au Sauzi tu hapa, karibu karibu, hizo ndio ziko tayari. Yani, ukija tu unatoa hela, unanyanywa, unaondoka. Kule kugumu, kugumu. Vietnam, jinsi ya kupata passport ya Vietnam, akaenda bila matatizo, shughuli Vietnam. Vietnam, mimi sijawahi kutengeneza visa hata siku moja, hata kumtia matatizo. Mzee, vipi? Safi hali ni, umeniangusha sana, unachelewa sana mimi, naenda na wakati, mimi na kazi nyingi yako salama, una akili nzuri, mbona wasiwasi sana? Nimekaa wiki mbili ndani sitoki nje. Ah, sasa wewe usio na wasiwasi hapa, ndo umefika hapa, ndo nyumbani yani wewe, kuanzia sasa hivi. Je, Sadia Mtanzania, tatizo lako dogo tu, utaki kutoa hela. Hela ipo ipo, umekuja na hela? Ipo kabisa. Basi nistaki kupoteza muda na sasa. Unakumbuka nilikwambia u... Jichome moto ufanye ndugu, sawa. Sasa we Mtanzania kabisa. Sasa sasasasa muhuri bwana. Wewe eh, unataka ujiongeze. We mi nataka nikufundishe kazi zangu, huo unafanya. Saa nyingine naweza nikamwambia tu mtu nenda pale akumfanyie kazi fasta, anarudi wewe kama mpira dakika tisini umebakisha dakika 30. Mm. Sasa so, hizi 30 unataka utumie vizuri, hakuna wasiwasi. Ujiongeze. Wewe ndo mama. Wewe mkongwe. Sasa hapa kabla tujaongea loroti, leta hela. takushangaa bana, aapeaan Wanafikiri oh? unafikiri ifi, unafikiri kuweka hiyo ndui ifi, unafikiri, kwa mfano, mimi nikikamata hiyo ndui nitaizungumziaje? Wewe ndugu, umeipata wapi? Basi, basi

Ndo vipi uelewi? au ndo asasini zuia hiyo ah. Bosi usifanye hivyo bwana, ongeza ongeza bwana. Ah, unataka nyingi zaidi? Leta nikupe hamsini angalau, najua sasa hivi maisha magumu sana. Hmm, maisha magumu, unatakiwa upate angalau hamsini hivi, maisha yaende eh. Sasa takupa hamsini, katafute na wewe sehemu ya kuipata hela nyingi Wanafikiri mihuri mimi nagharamia kiasi gani? Kiasi gani nakwepa na mapolisi? Nakupa elfu thelathini unaona ndogo. Umeamka tu unapata elfu thelathini, hiyo. Mihuri yako wa watu unawapataje bila mimi kuwaleta? Basi mchukue mtu wako nenda naye. Bila hapo umeandikaga mpale eh? E, kabila nimeweka kipa, mpale mamako anaitwa Sikuzani Majuma. Ah, alafu baba yako anaitwa Kantipi Kantipi Swai hmm. Shika kama. Shana, Kantipi. Swai. Shana. Hmm. Sasa Unaweza kuongea ki, ki, ki, kipale kidogo. Najua ndo maana nasema weka mpale. Hebu ongea ki, ki, ki, kipale kidogo. Bana vile wao, ah bana vile wao. Vafuka mm -hmm. Vafuka chedi kabisa. Eh, isangani mkota ijuta chakwe kota.

Nabu ilo... sema Kilimanjaro kwa sema Kilimanjaro. Manjaro, Kira. Manjaro. Sasa wewe una unasema una unaimba. Kilimanjaro. Kilimanjaro. Oh. Uh. Sema tena. Kilimanjaro. Hebu imba imba ya taifa kwa. Ha, apa. Apa, kwa ya taifa bwana. Ah, wa kule Kongo hapa. Hapa ulipochukua uraia sasa hivi. Wewe sasa hivi ni Mtanzania. Kui... Mambo ya Kongo achane nayo. Mungu bariki. Tanzania, gaga wabariki vio mazimu na watoto wake. Kuanzia leo wewe ni Mtanzania halali, una ndui mabegani, Tanzania halisi

Ay, bado jifunza kuongea Kiswahili vizuri, mlala bacha mlala. Nashukuru no, sana. Huwezi kunielewa kwa sababu wewe bado unataka no, kupindapinda meeewau mm. Yes, serikali ya sasa hivi tofauti kabisa na unavyofikiria, na kazi yetu tunayoifanya sisi ni kazi ya lawama. Umebwana, ukiendeleza mambo ya rushwa tu ndugu yangu, ujue kabisa hata umri wako ulipoonekana hapa karibu na staafu, hata hela za mafao huwezi kupata na ukiangalia serikali imetupa sisi dhamana kubwa mona bwana, sisi tunatakiwa tuwatendee haki wananchi, tukwanyenyasa sio wananchi kwa kuchukua rusha rusha hizi. Haki ya Mungu ninakwambia, kazi yetu tutaiponda. umetumia kujenga gorofa yale yashapita bwana. Tugange tugange ajayo bwana. Ah, eh, sio tugange ajayo. Angalia mshahara wako na lile jengo. Sasa hayo yashapita ndugu yangu sasa hivi sasa hivi, tushajisafisha hivi tunafanya kazi katika njia iliyonyooka. Wewe mwenyewe unaelewa baba, jitahidi kuwa makini. Ngoja kwanza, yeah. Leo ah, leo una lipi jipya? Ah, hamna. Mm, ah, yeah. Ha? we mpale. Wewe ah, mpale. Mpale. Mpale unaongea kabla unasema ya Kisambaa kidogo. Ngoja kwanza. Eh, unaongea na mwendo kasi sawa sawa. Unakumbuka sura hizi unazijua eh? Sana. Sasa hivi hatutaki masiala. Tulishakuonya lakini bado unarudia tabia yako. Ah, mimi tulikuwa unaikumbuka hii? Ndio maana nakwambia kwamba tupe ukweli kuhusu hili. Wewe unaamua kwenda kucheza uwanja au ugenini? Sasa kwa nini unafanya vitu hivi? Kwa nini unafanya kazi za serikali hii? Huyo anaelewa. Sawa, taratibu, hatutaki fujo. Wewe utupeleke kwanza yule mwenzako alipokimbilia, utupeleke haina shida tukihitaji shuruti tutakushurutisha kweli. Ila e, mtu mzima kama yuko kupiga makofi barabarani sio picha nzuri. Haipendezi. Kwa nini? Sasa ni kwanza umepata wapi? Hey, Mimi mi nimepewa na huyu dada. Huyu umepata wapi? Dada kagonga miuli huyu mzee kanifuata asubuhi, na mimi mambo yako yameshakamilika, wewe utakuwa Mtanzania, nimetoa hela mimi mwapa mi mewapa wazee. Yaani nchi upate uraia mzee. Ngoja kiongozi, kirahisirahisi unavofikiria bosi wangu yule dada ndio mwenye mambo yake haya yule dada miuli yake freki,

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ndio ulivandikwa umuhuri bwana. Yaani mama hapa, wewe umemshika sharubu Mwiguru. Kwa nini nyinyi nafasi ya lita kazi yao mnafanya nyewe? Mama, sio? <laughs> <madie, laughs> Kwa nini nyinyi mnafanya kazi ya serikali? Kwa nini? Uli. Eh? Uli. Serikali inafanya kazi gani mpaka nyinyi mnafanya nyewe, ndio mnajukumu kubwa sana kuliko wao hey. Kwa hiyo hiyo wewe, wewe mama, mama unatoa visa ya mtu kaenda Mogadishu miezi sita. Ah. Oh. Kazi. Sasa wa, sasa sasa utakimbilia wapi? Hata kimbilia. Tu. Utulie. Na sasa hivi. Yaani lazima ukacheze mechi za nje leo. Wewe, wewe wewe mama. Hizi hati za vifo umezitoa wapi? Eh? Nani? Kafa hivi, kafa nani kafa hivi? Dada unafanya mambo makubwa sana wewe eh? Sikiliza. Nyinyi, ngoja kwanza. Wewe. We. We. We. Hii hey, kama we. taifa. kama taifa, usikuone sisi. Sisi tuko kwenye sheria, umpoze nani? Yaani kilichoko kiko hivi. Madogo yeah. tu haya. Madogo hayo. Madogo, kilichopo hapa ni kwamba nyinyi ndio mnaopotosha jamii. Watu wanatakiwa waishi kwenye nchi hii kufuata sheria na kanuni na taratibu zilizowekwa, lakini sasa nyinyi mnataka kufanya njia za shortcut ambazo, za panya, za uongo, za udanganyifu, mwisho wake mnatujazia raia ambao sio sahihi hapa nchi. Wewe ulipofika hapa ut utakiwa uulize uhamiaji unapatikana wapi, umeingia nchi hii kwa utaratibu gani? Nimemuuliza mzee huyu, uhamiaji ni nyumbani kwa mtu?

ITV pia inapatikana kupitia satellite Eutelsat, 96 frequency 3643 megahertz, symbol rate 18545 mega mega symbol fec 2/3 polarization horizontal. ITV superbrand Afrika Mashariki.